Hapa tumekuja kufungua mkutano wa wakuu wa magereza wa nchi za SADC, mkutano ambao unakutanisha wakuu wa vyombo hivi kwa ajili ya kubashana uzoefu kubashana uzoefu mbalimbali e, katika uendeshaji wa taasisi kubwa ambazo zinasimamia usalama wa wananchi wetu. Tukumbuka wa magereza haya ni maeneo ambayo wafungwa wanakaa, lakini pia ni maeneo pia ambapo wanapa kurekebishwa tabia na ambapo tunatarajia wakitoka hapa, sasa hapa kubashana uzoefu wa nchi mbalimbali za SADC basi kila mmoja atakuwa amejengea uwezo wa kuhakikisha kwamba namna gani bora ya kuendesha magereza hapa nchini na namna gani bora kwa kuhakikisha kwamba wafungwa walioko magereza wanaporejea kwa wananchi au kwenye, kwenye jamii wamekuwa na tabia njema ili wasirudie makosa hayo waliyofanya ambayo wamefanya magerezani. Tunatarajia kwamba baada ya mafunzo hayo yanayofanyika basi eh, hao wakuu wa vyombo watakuwa wamepata uzoefu mkubwa kutoka wenzao katika maeneo mbalimbali na kuhakikisha kwamba vyombo vyao hivi vya ambavyo vinahusika na usalama wa raia vitakuwa na na mafanikio makubwa sana na tija kubwa katika uendeshaji wa magereza kwa nchi. Wote ni mashahidi kwamba nchi imebarikiwa sana kuwa na vivutio vivutio vizuri sana vya utalii, tukianzia na mlima Kilimanjaro ambao ni mlima kuliko vyote Afrika, lakini kuna hifadhi zetu, hifadhi ya Serengeti ambayo ni hifadhi bora sana kwa miaka karibia mfululizo hapa duniani, lakini hifadhi ya Tarangire kule Ngorongoro na mji wa Arusha ambao unaitwa Geneva ya Afrika. Kwa hiyo mimi niwaombe sana wenzetu hawa baada ya kumaliza mkutano hii vizuri wakatembelea kuona vivutio hivi vizuri, lakini bila kusahau pia upande wa Zanzibar, na hii mtakumbuka kama Mheshimiwa Rais mwenyewe Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa akihamasisha sana, aki sana wageni na Watanzania kwenda kufanya utalii na yeye mwenyewe ni champion. Wenzetu nchi mbalimbali waungane wenyeji kwenda kufanya utalii hapa nchini. Mkutano huu unafanyika hapa Tanzania ikiwa Tanzania ni mwenyekiti wa Jumuiya ya SADC na kwa upande wa Jeshi la Magereza ndio wenyekiti wa mkutano huu, na takribani wakuu wa magereza wa nchi 15 nchi za SADC wamehudhuria mkutano huu ambao utakuwa ni wa siku tatu kuanzia leo mpaka tarehe 30. Na lengo la mkutano huu pamoja na mambo mengine ni kujadiliana masuala mbalimbali yanayohusu uendeshaji wa magereza katika nchi za SADC na kama tunavyotambua, magereza ya nchi za SADC yana mchango mkubwa katika kuhakikisha kwamba kuna amani na utulivu kwenye nchi za SADC, kwa sababu tuna jukumu la kuwahifadhi wale wahalifu katika magereza yetu, kuwarekebisha ili mwisho wa siku wakitoka wawe raia wema, waende wakafanye shughuli za kujenga uchumi wa nchi za SADC. Kwa hiyo mkutano huu tutatumia fursa kujadiliana mambo kadhaa, ikiwa ni pamoja na kubadilishana uzoefu wa namna ya kukabiliana na changamoto tulizonazo kwa lengo la kufikia ufanisi kwenye jukumu la urekebishaji wa waharifu na hatimaye kufanya ukanda huu wa SADC kuwa amani na utulivu na wananchi waweze kuendelea na shughuli za kujenga uchumi.